Tuliozungumza oh. la kwanza ni uadilifu. Tumewaambia hawa ni watumishi wapya, wengi wana mawazo kwamba TRA ni sehemu ya kuwatajirika na kuchukua rushwa. Tumewaambia hiyo notion waiache, kwa sababu tukithibitisha wanafanya hivyo tutachukua hatua ikiwemo kuwafukuza kazi na kuwa prosecute, ili wakigundulika wachukuliwe wa hatua za kisheria, lakini tumewataka kwamba Mheshimiwa Rais ana imani kubwa na ndio maana ametoa kibali cha watumishi wengi kwa mara ya kwanza TRA ajiri. Kwa hiyo lazima wa exceed matarajio ya Mheshimiwa Rais na wananchi wa Tanzania, na njia pekee ya ku exceed matarajio ni wao kuwa waadilifu, kuwa weledi, na kuwasaidia walipa kodi, kuwarahisishia shughuli zao, ku facilitate business zao ili waweze kufanya biashara zao wapate faida na walipe kodi nchi yetu iweze kujitegemea. Moja, moja ya malalamiko makubwa walipa kodi waliokuwa nayo ni kwamba TRA inaenda kufanya ukaguzi wa miaka mingi sana na madeni yanadaiwa ya, ya muda mrefu sana. Ufumbuzi wa changamoto hiyo ni ajira za hawa watu hawa watu 1,896 maana yake sasa walipakodi watafikiwa wengi na hakutakuwa na ukaguzi baada ya muda wa muda mrefu sana, kwa sababu kila mwaka watakuwa wanafikiwa. Kwa hiyo tatizo linaenda kuwa limeondoka, lakini hata kama kuna madeni yatakuwa ya yanafuatiliwa na hawa. Kwa hiyo hakutakuwa na mrundikano wa madeni mengi ya nyuma. Kwa hiyo huu uamuzi Unaenda kutatua matatizo mengi ambayo walipa kodi walikuwa wanalalamika. Sisi wa kama waajiriwa wapya kwanza tumepokea mafunzo ya awali ambayo yametukuza katika uzalendo ndani yetu. Kwa hiyo sisi kutumia weledi na bado tunaendelea na mafunzo kupitia weledi ambao tunapewa na management na viongozi wetu tunazidi, tunazidi kuwa kuwa bora katika kupambana na rushwa. Niwahakikishie tu Watanzania kwamba sisi tunaingia katika kazi hii ya TRA lakini Usu, lengo letu ni kuiongezea mapato na kuijenga nchi yetu. Kwa hiyo hapata kuwa na upenyo wa sisi wenyewe kushawishika na rushwa au kuomba rushwa kwa wananchi. Kwa hiyo tuko wazalendo tayari kwa ajili ya kuitumikia nchi yetu pasipokuwa na kona kona wala kupinda pinda. toangu kwa waajiriwa wapya wenzangu kwamba tumeshatambulishwa mafunzo, ameshafungwa tunaenda kumalizia mafunzo kidogo, ambapo hapo punde tunaenda kuingia katika ajira zetu rasmi. Wito wangu kwa waajiriwa wote wapya wa TRA 2025 hey, ni kwamba tuzingatie yale ambayo ya tumefundishwa, tuzingatie uzalendo, tuzingatie katika hali na nguvu, lakini katika maono na malengo ya TRA katika kuijenga nchi yetu na naamini, kama mwenyekiti wao naamini kwamba wako tayari na watafanya hivyo katika kuzingatia kwa ajili ya kufanya effective tuna. Naitwa Nuru Bahati Saburi, namshukuru Mungu kwa kuchaguliwa kuwa miongoni mwa hizi ajira za mwaka 2025. Kipekee pia tunamshukuru Commissioner General kwa kutupa nafasi, kwa kutufikiria. Mungu pia azidi kumbariki. mm. Cha kwanza kabisa sisi au binafsi tumejiandaa ku, kuwa wabunifu zaidi, kwa kuzidi tunavyozidi kupokea mafunzo kutoka kwa wakufunzi wetu mbalimbali katika idara mbalimbali, tutazidi kujifunza na tutazidi kuwa ku, kuandaa huo ubunifu wa kuweza kukusanya kodi katika kila eneo ndani ya nchi yetu Tanzania, na pia tutajitahidi kupambana na rushwa ili tuweze kufika malengo, malengo ya nchi yetu.